shirika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, ndugu ya na wageni wote walikwa. Eh, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kwa kutukutanisha leo katika mnada wetu wa tano, ambapo tunashukuru tumeuza korosho zote ambazo zilikuwa na madaraja mawili eh, na daraja la kwanza

E, ambazo zilikuwa na loti 23 ambazo bei ya juu ilikuwa 2260 na bei ya chini 1860. E, ni kutoa e, majibu kwa hichi ambacho tunaweza kuwakilisha watu walio wengi. Sasa kabla sijawauliza labda na mimi nipitie kama sehemu ya mwenyekiti kwamba mpaka leo kuna tani za laki moja na elfu nane na hali ya minada nafikiri inaendelea vizuri. Mnada wetu wa leo korosho hazijabaki kwa sababu kuna madaraja mawili na yote, tunashukuru wanunuzi wamejitokeza, lakini pia mpaka uh, kufikia mnada wa nne eh, uh, tulikuwa na tani ya 98 zenye thamani ya bilioni 243 ambazo hizo fedha zinaenda kwa wakulima na wakulima wanaendelea kupokea hizo fedha. Uh, kama alivyosema makamu mrajisi, changamoto ambazo zinajitokeza ni ndogo ndogo, ambazo baadhi ya wanunuzi kuto kulipa kwa wakati kitu ambacho kinapelekea pia uchoshaji wa malipo kwa wakulima e, na wakulima wenyewe wanahitaji wakiona wameshauza basi walipwe kwa wakati. Kwa hiyo rai yangu na mimi kama mwenyekiti wa chama kikuu cha MAMCU e, kuwaomba wanunuzi e, tunajua wengine hawapo nchini, lakini kwa wakilishi wao, basi wanapokuwa wameshaingia kwenye minada basi wazingatie kutumia ule muda vizuri kwa kulipa kwa wakati e, ili na sisi turahisishie kuwafikishia fedha wakulima kwa wakati na jukumu langu sasa ni kuwauliza tu ndugu ya wakulima bei tumeziona, na sisi tuwe wenye wajibu wa kuziuza au kuto kuziuza. Kwa hiyo, wakulima, kwa hiyo ndugu na e, wakulima nawauliza, kwa bei hizi tulizoziona na tulizozishuhudia, tunaziuza au hatuziuzi? Tunauza. Mimi nishukuru kwa niaba ya wakulima waliopo nje ya maeneo haya wakulima wa halmashauri ya wilaya ya mji Masasi wamekubaliana na hizi bei na wameamua kuziuza, na nikifika hapa niseme mnada wetu huu wa tano wamekamilika. Asanteni sana na nawashukuru sana. Katika msimu huu wa 2025 2026 wa zao hili la korosho tulianza mnada wa kwanza tarehe 11 mwezi wa 11 2025 na, na ulifanyika kwenye halmashauri ya mji na Nanyumbu tuliweza kufanikiwa kuingia sokoni tukiwa tuna tani takriban elfu thelathini na sita na wanunuzi waliojitokeza katika mnada ule wa kwanza walikuwa wanunuzi 37 tuliweza kufanikiwa kuuza kwa bei ya juu ikiwa elfu mbili mia tano na kumi na bei ya chini ikiwa elfu mbili mia mbili na kumi tani hizi zilitengeneza fedha za wakulima takriban bilioni 88. Mheshimiwa mwenyekiti, mnada wa pili ulifanyika tarehe 17 mwezi wa 11 2025, ulifanyika kwenye halmashauri ya wilaya na nyumbu, na tuliweza kufanya makusanyo na kuingia na kuingia sokoni na korosho zipatazo tani elfu ishirini na nne mia tano na korosho zote zilikuwa ni daraja la kwanza wanunuzi waliojitokeza kwenye mnada huu wa pili walikuwa ni wanunuzi thelathini na mbili na tuliweza kuuza kwa bei ya juu ikiwa elfu mbili mia sita tisini na bei ya chini ikiwa elfu mbili mia tatu Tani hizo za korosho ziliweza kutengeneza fedha za wakulima bilioni sitini na moja Mnada wa tatu Mheshimiwa mwenyekiti ulifanyika tarehe 24 mwezi wa 11 2025 ulifanyika kwenye halmashauri ya wilaya ya Masasi na tuliweza kufanya makusanyo na kuingia sokoni na tani za korosho zipatazo tani elfu ishirini na mbili na korosho zote zilikuwa ni daraja la kwanza wanunuzi waliojitokeza kwenye mnada wa tatu walikuwa wanunuzi thelathini na sita tuliweza kupata bei ya juu kwa elfu mbili mia saba na bei ya chini ilikuwa elfu mbili mia tatu na kumi tani hizi za korosho zilitengeneza fedha za wakulima zipatazo zaidi ya bilioni hamsini na sita Mheshimiwa mwenyekiti mnada wa nne ulifanyika tarehe moja mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano ulifanyika kwenye halmashauri ya wilaya ya Mtwara tuliweza kuingia sokoni tukiwa tunatani zipatazo elfu kumi na tano na wanunuzi walijitokeza kwenye mnada wa nne walikuwa ni wanunuzi thelathini na mbili tuliweza kufanikiwa kuuza korosho zote huku bei ya juu ikiwa 2620 na bei ya chini ikiwa 2310 tani hizi ziliweza kutengeneza fedha za wakulima zipatazo zaidi ya bilioni 37. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mfulizo wa minada hiyo minne tumeweza kufanya makusanyo na kuuza korosho ghafi zipatazo tani elfu tisini na nane mia moja themanini na saba. Tani hizi elfu tisini na nane mia moja themanini na saba zimeweza kutengeneza fedha za wakulima zaidi ya bilioni mia mbili arobaini na tatu, milioni mia tisa, sitini na saba, laki sita hamsini na tano mia saba ishirini na mbili. Naomba kurudia katika mfululizo wa minada hiyo minne tumefanya jumla kusanyo, makusanyo na mauzo ya korosho gafi zipatazo tani elfu tisini na nane mia moja themanini na saba na ambazo zimetengeneza fedha za wakulima shilingi bilioni 243 milioni mia tisa sitini na saba laki sita hamsini na tano mia saba ishirini na mbili. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha taarifa ya makusanyo na mauzo ya korosho ghafi katika minada hii minne. Jina naitwa Glory Kennedy, natokea Soko la Bidhaa Tanzania. Leo tumekuja katika mnada wetu wa tano katika chama kikuu cha MAMCU kilichopo Masasi, ambapo tumepeleka sokoni zaidi ya tani elfu ambazo ilikuwa ni daraja la kwanza pamoja na daraja la pili. Katika daraja la kwanza tumepata bei ya juu 2550 na bei ya chini 2110. Daraja la pili bei ya juu ilikuwa 2260, bei ya chini ilikuwa 1860. Kama TMX tumepeleka sokoni mpaka sasa hivi kuanzia minada ya korosho ilivyoanza tumepeleka sokoni jumla ya tani laki tatu na sabini zenye thamani ya shilingi trilioni moja. Tunapenda kuwasa wakulima wazingatie ubora wa korosho kwa sababu ubora wa korosho ndio unaangalia thamani gani ambayo wanaweza kuuza korosho zao. Asante.